Kwanza, hii ni sura ya ngapi? 25 a t Tusome fungu la saba, fungu la saba, Mambo ya Nyakati ishirini na tano. Anasema, na hesabu yao pamoja na ndugu zao waliofundishwa kumwimbia Bwana wote waliokuwa wastadi walikuwa wangapi? mia mbili na themanini na nane. Kazi yao ilikuwa ni nini? Na kilichosababisha waimbe, walianza na kitu gani? Walifundishwa kufanya nini? Kumwimbia Bwana. Kumbe kumwimbia Bwana sharti ufanye nini? Ufundishwe. Nilipokuwa chekechea, mwalimu wangu alinifundisha wimbo Asiyependa shule, ah, kumbe nanyewe mlimba. Aha, sasa kuna watu hawapendi shule ya muziki kisa tu, kwa sababu wanadhani wao ni, ni, wana karama, wana nini, talanta, wana kipaji, si ndio? Mtakuwa wazazi hivi karibuni, wengine tayari. Wangapi akipata mtoto ana kipaji cha hesabu, atadeclare kwenye mkutano kama hapa TUCASA, mwanangu ana uh, kipaji cha hesabu, na hivyo shuleni haendi. Nyosha mkono. Oh, oh, oh hamna. Okay, vipaji vyote vinanolewa na nini? Na elimu. Tulisoma Kiswahili, niliuliza kwenye darasa letu la muziki siku ya kwanza Uh, ni wangapi walikuwa wanapata mia kuanzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu, kama alisoma mpaka huko Kiswahili, nyosha mkono Kiswahili. uh -uh, tafadhali. Aha, sasa kama Kiswahili mnakifahamu na shule mmeenda na mmesoma, au wangapi waligoma, mimi sisomi Kiswahili na kifahamu, nyosha. Sasa kwa nini mnadhani muziki, kwa sababu tu na kipaji cha kuimba upaswe kwenda wapi? Shule waliomwimbia Bwana walipata nini? taaluma muziki ulianzia mbinguni. Kusudi lake ni ibada full stop. Unapoimba wimbo wowote ni kwa ajili ya nini? Ya ibada. Baada ya dhambi, muziki nao umeathirika, hauna immunity kwamba wenyewe hauwezi kuathirika. Ndiyo maana uh, mwongozo wetu wa kanisa unasema kwamba tuwe waangalifu katika kuchagua muziki wa nini? Wa ibada, kwa sababu hata wenyewe pia umefanya nini umeathilika. Wakati fulani, kwa anafanya utafiti mtu mmoja akasema, kwa sababu mziki ulianzia mbinguni na wote ni wa Mungu, yote ile miziki iliyo duniani tuilete tuendelee nayo, ni ya nani? Ni ya Mungu. Kweli kwamba mziki nao umeathilika, lazima ujue mziki unaofaa na usio faa. Siku moja Musa na Yoshua walipanda mlimani siku arobaini, wako kule. Nadhani huku chini wakafikiri kwamba watu wamekufa sababu siku arobaini na uenda wa kuona wanaenda na chakula walichokifanya wakasema, hatuna sababu ya kuendelea mbele, turudi wapi? Nyuma. Cha kwanza wakatengeneza ndama. Hakuna namna unavyoweza kurudi Misri bila kuwa na ndama, si ndio? Ah, lakini cha pili ikabidi watengeneze au waunde muziki utakaowarudisha wapi? Misri. Yoshua na ah, na nani na Musa wanapotelemka kumbuka Musa alikuwa ni mwanamuziki, na muziki anaofahamu. Na unapokuwa kiongozi, ninyi wanatukasa, mnajiandaa kuwa viongozi wa kanisa, lazima muziki ujue. Huwezi kuongoza kanisa kama hujui nini muziki, yani hiyo ni lazima. Aha, sasa Yoshua anaandaliwa kuwa kiongozi, na Musa anamwambia Yoshua, unasikia kinachoendelea huko chini. Yoshua anasema ndio, nadhani kulikuwa na vita, hawa watu wakashinda. Akasema hapana. Sasa ninyi ni wanatukasa, ni kama anamwambia dogo, acha ujinga. Hicho kinachoendelea sio ushindi wala sio ibada, hawa watu ni waasi. Mara nyingi tunapoimba tukiwa nje, mngesema ah, wanaimba vizuri, mna machi, mnafanyaje? Kwa kweli, huwa ni nini wasi? Kwa hiyo Ninyi wanatukasa, shalti ujue Mungu anataka nini. Muziki ni taaluma, muziki ni ibada. Kwa maana ya taaluma unaweza ukasoma popote ujue muziki, lakini kwa maana ya ibada, shalti ujue falsafa yetu inataka nini. Kila watu wana falsafa yao. Mara baada ya kuwa umejua muziki kwa maana ya taaluma, imekupasa kujua sisi wa Adventista, muziki kwetu ni kitu gani? Tunapomwabudu Mungu, tunafanyaje? Tunapoimba tunamwimbia nani? Mungu. Msikilizaji ni nani? ni Mungu. Sasa mara nyingi pia tumeingia katika mitego ambayo, uh, huwa natoa mfano kama huu. Uh, ukienda gulioni, wana vile vi on speaker vinatangaza, vina uh, vinatangaza dawa ya mende, kunguni, viroboto, shilingi fulani, kuonja bure si ndio sasa umepata mtoto hajui kuongea vizuri ukamnunulia kile ili asija akakuaibisha mbele ya wageni sasa akiwa tu anabonyeza kinasalimia shikamo akibonyeza tena kina kinaomba labda maji si ndio? ni kwa sababu mtoto hajajua kuongea vizuri ni wangapi wangependa watoto wao wafanye kitu kama hicho nyosha tu juu sema kweli hata mimi nitamnunulia au ana communicate vizuri okay. Wazazi wazuri wangependa kuona watoto wao wanabadilika siku hadi siku katika kujifunza kuongea. Ni kwa nini sisi tunapokuja kuongea na Mungu mnabonyeza viflashi ndio vinamwimbia Mungu? Mmeshaelewa au bado? E. Sasa mwingine anasema, "Ah, mbona kwenye net event tunafanyaga ndio tunakosea hivyo sasa sisi ndio tunaomwabudu nani? Sio cd wala flash. Asante uh, muziki tunapoimba mbinguni na duniani, vyombo hivi tunavyovitumia havijatengenezwa ili vituongoze. Hapana, tunapoimba anayeongoza ni nani? Ni yule mwimbishaji. Ndio maana hata hapa tulipoanza siku ya kwanza, wale praise team walisimama hapa, alafu mwimbishaji alikuwa mbele, kasema hapana, Simameni huku ili wote sisi na awa wapriest team, mnawafanya nini? Waimbishwe kama kwenye mazoezi yako kule chuoni, huwa mnapoimba mna mnafanya mazoezi, huwa mnasikiliza kinanda ndipo muimbe? Kosa. Kinanda hakijatengenezwa ili kikuongoze wewe, na chenyewe kinapaswa kiimbishwe. Wewe unayepiga kinanda kama hauimbishwi kosa. Hakuna chombo kilichopo kwamba kifanye kitu fulani, wewe ndio ufanya. Hapana, wote tunapaswa tumfuate nani anayeimbisha. Bwana wabariki sana, karibuni kwenye mafunzo ya muziki, kusoma muziki. Kumwimbia Bwana ni lazima, wala sio option. Tukikamilisha maelezo haya ya msingi ya ibada ya uimbaji, huu ni mwongozo wa kanisa wetu wa sasa, ukurasa wa mia mbili na saba. Sikiliza kitu hapa, tunapoomo inasema hivi, ukurasa wa mia mbili na saba: inapasa kuwa waangalifu sana katika kuchagua muziki katika nyumba zetu, mikusanyiko ya kijamii, shule kwa maana na vyuo hivi na makanisa tuni yoyote aina ya jazz, rock au aina mchanganyiko zinazohusiana na hizo au lugha yoyote inayoelezea hisia za kijinga au zisizokuwa muhimu vitaepukwa. Tunakuja kumwabudu Mungu, tutatumia sauti zetu na vyombo ila tusizoezoe mwongozo wa kanisa na roho ya unabii inatuelekeza. Sasa kidogo sikiliza roko. Tuweke roko. Tukusikie. Kunipitana. Iweke ile ya kisabato sabato. Ongeza kidogo kidogo. Ile tempo, weka tempo, weka tempo. Speed. Weka. Nitakwenda mbingu Baba ni imde nyimbo nzuri. Asa, kitu cha namna hii kusikika humu kwenye ibada ya Mungu ni uchafu, japo ukiisikia kwenye mwili inashika, mpaka hata utaanza kumachi, lakini nuru iliongozayo kanisa vitu hivi ni vya kuepuka kwenye swala la muziki. Dunia ilishaweka vyombo vyote pamoja, chombo hiki hata wanamuziki wa kidunia wanatumia, ukienda ba kasino, wapi himo. Na sisi kwa kuwa kuna sehemu ambayo tunaweza kutumia, tumebeba na ni vizuri tuwe navyo, lakini tukaambiwa tusizoe vyote. Sasa utajuaje? Tuende shuleni kama ambavyo mwalimu ameshatueleza. Tuombe Mwenyezi Mungu. Baba yetu mtakatifu, unahitaji kuabudiwa kwa akili na kwa Roho, na moja ya ibada inahusisha uimbaji. Tujalie, e eh Bwana, tukuabudu kwa uimbaji katika njia ya kupasayo, kwa jina la Yesu, amen.